...pekee kabisa ni kukaribishe kwenye alama za nyakati ndani ya nyota njema the brand. Mimi ni Agnes Hosea. Nikukumbushe mahali ambapo tuliishia siku ya jana. Tuliishia pale ambapo Mariam amerudi nyumbani kwao. Na baada ya kurudi anamkuta mama yake hana afya njema kabisa. Amedhoofu. Anamwonea huruma lakini hajali mariam ameshatueleza yeye hakuwahi kuwa na mapenzi na mama yake kabisa na alikuwa na maanisha yaani hakumpenda mama yake hata kidogo lakini anasema kuna siku ambayo hatakuja kuisahau katika maisha yake hapo ndipo ambapo tuliishia Kipi ambacho Maria anatamani kutujuza siku hii ya leo? Karibu sana uweze kufahamu. Maria anasema, naikumbuka sana hii siku, siku ambayo kwa namna ya kipekee sana nilipata nafasi ya kuongea na mama. Nakumbuka ilikuwa ni siku ya Jumatatu katika maisha yangu yote Jumatatu ni siku ambayo nilikuwa naichukia sana. Yaani ikifika siku ya Jumatatu, kuna namna najihisi kabisa siko sawa. Pengine angekuwa ni mtu, ningejitahidi kumwepuka, maana kuonana naye ilikuwa ni kutangaza vita. Sijui kama kuna mtu alishawahi kuichukia siku fulani, labda wale ambao wanasema naichukia siku ambayo nilizaliwa mimi. Niliichukia jumatatu kama Jumatatu. Unaweza usinielewe msikilizaji, lakini jumatatu ni siku ambayo nilikuwa naichukia, na hii ni kwa sababu ni siku ambayo mamangu aliniita na kunipa mawaidha ambayo yalinigusa kwa namna kipekee sana. Nakumbuka mama alisema, mwanangu Mariam, nimekuita hapa nikiwa na uchungu mwingi sana. Ninasema nina uchungu mwingi kwa sababu sina muda mrefu wa kuishi. Ingawa nafahamu kwa hakika kuwa hunipendi kama umpendavyo baba yako, lakini katika maisha yangu yote nilikuwa nakupenda na bado naendelea kukupenda. Hata nikivuta pumzi yangu ya mwisho nitakupenda tu. Wewe ni mtoto wangu, nimekuweka kwenye hili tumbo miezi tisa, nikakulea kwa mapenzi yote. Mariam, umekuwa na tabia ambazo kwa hakika hazipendezi. Unayo nafasi ya kubadilika mwanangu, unayo nafasi ya kuyajutia maamuzi ambayo umekuwa ukiyafanya kwa hisia bila kutumia akili mwanangu. Katika ulimwengu huu hakuna anayeweza kukuhurumia zaidi yako mwenyewe. Ndio maana kuna makahaba wanajiuza na bado kuna wanaume wanawanunua na kuwatumia. Unataka ulimwengu ukuhurumie? Mwanangu, hakuna namna unaweza kukuhurumia. Mariam, tumeishi katika umaskini mkubwa kwa kipindi chote, tumekula kile tulichopata, mara nyingi na si kile ambacho tulikitaka, lakini mimi na baba yako hatujawahi kutafuta mafanikio kwa njia za mkato kama ufanyavyo wewe. Mungu ni mwenye huruma sana mwanangu, hata kama umefanya dhambi kiasi gani, Mungu anarehemu. Msingi wa yote ni kutubu, mwanangu. Hakuna namna unaweza ukasamehewa bila kuomba msamaha. Hata kama umejichukia, bado unayo nafasi kubwa ya kujipenda. Nimekuwa nikimwomba sana Mungu kwa ajili yako. Naamini machozi yangu hayawezi kwenda bure. Nakupenda sana, Maria. Maria anasema ni siku ya Jumatatu, ni siku ambayo mama yangu alimaliza kuniambia yale ambayo alipanga kuniambia. Hata hivyo alipokuwa anaongea yalikuwa yananiingia vizuri, mara baada ya kumaliza kuongea nikajihisi kabisa hayakuniingia vyema akilini. Sijui nilikuwaje mwenzenu, yaani mimi kumuelewa mama yangu ilikuwa ni vigumu sana. Siku si nyingi mama yangu alifariki na baba yangu akawa naugua sana. Baba naye aliniambia maneno si tofauti sana na yale aliyoniambia mama kabla ya kifo chake. Yeye angalau maneno yake yaliniingia akilini, si anayazungumza baba mzazi wangu ambaye nampenda sana, kwa nini nisimsikilize? Hatimaye baba yangu naye akafata, baba naye akafariki. Wakati huo wadogo zangu wote walikuwa na maisha mazuri sana kwa sababu maisha yao ni mimi ambaye niliyatengeneza. Lakini kwa upande wangu, maisha hayakuwa mazuri. Baada ya wazazi wangu kufariki, wadogo zangu waliniona mimi ni mtu wa hovyo tu. Tena wakaniona kwamba mimi ndiye ambaye nimesababisha vifo vya wazazi wetu, ingawa nilifanya mambo mengi mabaya kwa ajili yao lakini hilo hakulitambua kiuhalisia wala nisijitetee sana kwamba nilifanya kwa ajili yao, labda niseme nilifanya kwa ajili yangu mwenyewe. Na kufanya kwa ajili yao yalikuwa ni maamuzi yangu. Nilijichukia mara mbili mpaka nikamkumbuka mama yangu. Umri nao ulikuwa umeanza kunitupa mkono, na hamu ya kuwa na mtoto ikawa imepamba moto sana kwangu. Nakumbuka mimba nilitoa nyingi bila mpangilio, na tumaini la kupata mtoto sikuwa nalo tena. Nikiwa katika huzuni hiyo, nikapanga kujimaliza, kujitoa uhai kukawa ndiyo namna pekee ya kuacha huu ulimwengu wenye dhiki. Nilichukua vidonge vingi na maji nikataka kunywa ili nijiue tu. Sikuiona tena thamani yangu, sikujiona kwamba mimi ni mtu ambaye ninafaa hata kusogelea watu wengine, nilijihesabu kuwa ni mkosa. Nikiwa pale pale nyumbani, vidonge vyangu mkononi na maji, nikasikia mlango unagongwa. Haraka nikavificha vidonge vile Nilipofungua mlango nikamkuta mama fulani wa makamo, mama ambaye nilikuwa namfahamu siku nyingi tu. Hakuwa naishi pale kijijini kwetu, bali nilimwona wakati nasoma chuo mjini. Sielewi alifata nini kijijini kwetu, ila nachokumbuka ni kwamba alikuwa ni rafiki wa mama yangu, au niseme alikuwa ni rafiki wa marehemu mama yangu. Ni muda mrefu alikuwa hawajaonana na alikuja kuthibitisha kama kile wasemacho rafiki zake kuhusu kifo cha mama kama ni kweli. Nilimjuza kuwa ni kweli, mama alikuwa amefariki. Kutokana na upweke niliokuwa nao kwa wakati huo, alinisihi sana niende kuishi pamoja naye mjini. Mimi sikukataa. Pale kijijini nyumbani kwetu nilibaki peke yangu, wadogo zangu walienda kuishi kwa baba yetu mkubwa. Baba yetu mkubwa hakutaka kabisa kuniona, niseme familia yangu ilikuwa imenitenga mara baada ya wazazi wangu kufariki. Rasmi nikarudi mjini na yule rafiki wa mama yangu. Nilienda kuishi nyumbani kwake. Na kwa wakati huo nilikuwa na majuto mengi sana nafsini mwangu. Na baada ya kufika nyumbani kwa yule mama, niliweza kugundua mengi yanayomhusu. Kwanza, jina lake alikuwa anaitwa Ana. Yeye akubahatika kupata watoto katika ndoa yake. Mumewe alikuwa anaitwa Maxwell. Watu hao walipendana sana, ingawa ndugu wa upande wa mumewe Ana walikuwa anamshinikiza mume wake amwache, lakini mume wake hakuweza kumwacha. Na sababu ya kumwacha ni kwamba Ana hakuwa amewahi kushika mimba katika maisha yao yote ya ndoa walioishi pamoja. Maria anasema, kama kuna ndoa zingetakiwa zitolewe mfano basi ndoa ya Anna na Maxwell mimi ningeitolea mfano. Maisha yao yalikuwa ya furaha na amani sana, hakuna aliyejiona kuwa bora kuliko mwenzake, hakuna aliyemfanya mwenzake kuwa mtumwa, walikiishi kiapo chao cha ndoa, wala hawakuishi kama bwana na mjakazi wake. Maisha hayo yalinigusa sana na pia alinikumbusha kuhusu wazazi wangu ambao kwa sasa hawako nami tena. Uyatima unatesa nyie, natamani kama wangerudi walau mara moja niwapende inavyostahili. Natamani wazazi wangu wangerudi walau niwaheshimu. Natamani wazazi wangu wangerudi walau niwasikilize zaidi. Mama yangu walau nimwonyeshe upendo, walau nimwonyeshe kwamba haikuwa bahati mbaya yeye kunizaa mimi. Ndiyo hivyo tena, kama ingekuwa ni maji yameshamwagika hayawezi kuzoleka tena. Nikiwa pale, mume wa Ana alinitafutia kazi. Nilifahamu fika ni ushawishi wa mke wake, na yote aliyafanya kwa sababu alikuwa akinipenda sana, alinipenda kama binti yake wa kunizaa. Nilipokuwa nafanya kazi, hapakuwa mbali sana na nyumbani, hivyo Maxwell alikuwa akitoka kazini kwake ananipitia pale kazini kwangu, tunaenda kula chakula cha jioni pamoja, kisha hao tunarudi nyumbani. Msikilizaji, hii ni safari ya maisha ya Mariam natamani sana uweze kuifuatilia simulizi hii kwa ukamilifu wake, yaani mpaka pale nitakapokuambia kwamba tumetamatisha tayari kwa kuanza simulizi mpya. Mimi ni Agnes Hosea na Alama za Nyakati inakujia kwa udhamini mnono wa Mlima wa Moto Mikocheni B Assemblies of God, kanisa ambalo liko chini ya uangalizi wa Askofu Rose Joseph Mgeta. Karibu sana mahali hapa, tumwabudu Mungu pamoja. Karibu sana mahali hapa, tumuombe Mungu pamoja. Karibu sana mahali hapa ukutane na muujiza wako. Unaweza kunifuatilia kwenye mitandao yangu ya kijamii. Ingia pale Instagram, Facebook, TikTok, mtandao wa X natumia Agnes Hosea. Ni ili urafiki wetu uendelee kudumu <laughs> si ndio? Manake e, urafiki wangu mimi na wewe inafaa uendelee kudumu. Ni follow huko na nitafurahi ukiwa rafiki yangu. Mariam anasema ana hakuwa hata na chembe ya wivu kwake, ingawa kiuhalisia alikuwa ameumbika sana Mariam anaendelea kutusisitiza kwamba yeye ni mwanamke mrembo, yaani aliumbika aswa, ana hakuwa na wivu kwa sababu alikuwa anamwamini sana mume wake. Maria anasema japo nilikuwa mdogo kiumri ukilinganisha na yeye, ila ningepata nafasi ya kumshauri, ningemshauri asimwamini sana mwanaume Niulize mimi kuhusu Alex nitakujibu. Si unamkumbuka Alex? Kuna mtu mmoja anasema anamkumbuka vizuri, na unakumbuka kile ambacho alimfanyia Mariam. Sawa, tuendelee na simulizi. Mariam anasema mazoea hujenga tabia. Ule upendo alioukosa kwa muda mrefu alianza kuupata kwa Maxwell. Maxwell alionyesha kila aina ya kumjali, ingawa kuna wakati alifanya hivyo kwa siri sana. Baadaye akamwomba Mariam awe mpenzi wake <gibu> Mariam anasema nilikuwa na wakati mgumu sana kumkubalia, nikawaza ya kwamba nitakuwa nimetenda kitu kibaya sana maishani mwangu, nitakuwa sijalipa vyema wema ambao alinitendea Ana. Nakumbuka ili nichukua muda mrefu sana kukubali, baada ya usha ushawishi mwingi na ahadi nyingi, nikakubali, ila mahusiano yetu yakawa ya siri sana mara zote. Ana alipokuwa nasafiri, mimi nilibaki kama mke bila yeye kujua. Tulifanya mengi mabaya kwenye kitanda chake cha ndoa. Nani alijali? Nilichojali kwa wakati huo ilikuwa ni furaha yangu, furaha ambayo kwa wakati huu nilikuwa nimekwisha anza kuipata. Sijui ilikuwaje nikasahau wema wa Ana, sijui ilikuwaje nikamtenda mabaya mwanamke ambaye alinionyesha mapenzi yote mwanamke ambaye Mungu alimtumia kuniepusha na kifo. Sijui mwenzenu, naweza kukiri kuwa kuna pepo wa ngono alikuwa ananitafuna vibaya sana. Mariam anasema, siku zikapita naye akapata ujauzito. Taarifa ya kupata ujauzito kwa Mariam ilikuwa ni taarifa njema sana kwa Maxwell mwanaume ambaye ilifaa amwite baba yake kama siyo baba, ilifaa basi amuite ba mdogo, lakini Mariam akampa nafasi ya kuwa mpenzi kwangu. Ilikuwa ni furaha pia, kwani nilitamani na mimi niwe na mtoto wangu, nimpende kama ambavyo anastahili kupendwa na nisimbague kama ambavyo wazazi wangu walifanya kwangu, eti kisa tu walitaka mtoto wao wa kwanza awe mtoto wa kiume. Furaha ya kupata ujauzito ilikuwa ni kubwa sana kwangu, hata kwa Maxwell pia, lakini doa likawa moja, nimepata ujauzito wa mume wa mtu. Nilitamani kukimbia pale nyumbani, lakini sikuona kama lilikuwa chaguo sahihi. Na wakati huo Maxwell muda wote alikuwa na tabasamu. Alikuwa na tabasamu kwa sababu hakuwahi kupata mtoto katika maisha yake yote ya ndoa na mke wake, kwa hiyo mimi ndiye ambaye nitakuwa sababu ya yeye kuitwa baba nilichoamua ni kuomba kuhama pale nyumbani kwa kisingizio kwamba nataka niwe karibu zaidi na sehemu yangu ya kazi. Maryamu anasema, kumbuka kuwa nilikwambia sehemu niliyokuwa nafanyia kazi ni karibu sana na nyumbani. Sababu yangu ya kuhama kisa kukaa karibu na kazini ilikuwa ni sababu dhaifu sana. Ana hakutaka nihame kwani alikuwa ameshanizoea sana. Kwake nilikuwa ni zaidi ya mtoto, alinipenda kupindukia. Asingeweza kusafiri na kurudi nyumbani bila kuniletea zawadi. Yaani, kuna wakati nilikuwa najuta kwa nini nimemfanyia yale, lakini sikuwa na namna, ilibidi nihame tu, ingawa kwa uhakika hakuifahamu sababu iliyonifanya nihame. Nilianza maisha mapya kwenye nyumba yangu mbali kabisa na mahali walipokuwa wanaishi Ana na Maxwell. niliishi maisha ya raha, kwani Maxwell alikuwa ananijali kupitiliza. Kuupitiliza, yaani upendo wote ambao alikuwa nao kwa Ana akauhamishia kwangu na Ana akaanza kuyaona mabadiliko makubwa sana ya mumewe. Ukali wa mumewe juu yake ukawa mkubwa sana, haikuwa tabia yake awali. Imekuwaje? Alijiuliza Ana akajiambia, lazima kuna kitu kinaendelea, kitu ambacho yeye akijui, lakini lazima akijue, alijiapiza. Maxwell alinijengea nyumba nzuri sana. Nyumba ambayo nilihamia baadaye. Na hivyo nikaondoka kwenye maisha yale ya kupanga. Na kazini pia nikaomba ruhusa ili nipate nafasi ya kuilea mimba yangu na kujifungua salama. Nakumbuka kuna siku Maxwell alirudi nyumbani kwake usiku. Mkewe alikuwa amekaa anamsubiri. Haikuwa kawaida yake kuchelewa kurudi nyumbani kiasi hicho, na ndiyo maana mkewe aliamua kumsubiri ili wazungumze. Cha ajabu sasa, Maxwell hakumpa nafasi. Alichokifanya, kaenda bafuni moja kwa moja kuoga, huku simu yake akiwa ameiacha kwenye meza ndogo iliyokuwa chumbani kwao. Mkewe alikwenda kuhakikisha kama kweli ameanza kuoga. Mara baada ya kujiridhisha, akarudi chumbani na kuichukua simu ya mumewe, akatoa password ili aweze kuangalia kile ambacho alitaka kuangalia. Msikilizaji, Mariam anasema aliwakuta Anna na Maxwell wakiwa wanaishi maisha ya upendo na amani. Kila mmoja alikuwa wazi kwa mwenzake hata kuhusu password za simu. Kila mmoja alikuwa na ifahamu ya mwenzake, lakini kwa sababu Maxwell alianzisha mahusiano mengine na Mariam, upendo ukapungua na akajisahau kubadilisha password. Ana alianza kukagua message na kukuta mambo mengi sana ambayo nilikuwa na wasiliana na Maxwell. Baada ya hapo akaanza kukagua picha, akakuta picha ambazo mimi niko pamoja na mume wake na nyingine tulizirekodi wakati tunafanya kitendo kile cha dhambi. Hapo roho yake ilikuwa imtoke, hakuamini kama ni mimi Mariam niliamua kumtenda hivyo. Alichokifanya Alijirushia haraka zile jumbe kwenye simu yake na kisha akaiacha kama alivyoikuta awali. Maxwell alipotoka bafuni akaingia chumbani na kufanya yale ambayo yalikuwa yanamhusu, kisha akalala. Wakati huo Ana alikuwa analia tu, lakini Maxwell hakujali. Ndipo Ana akachukua maamuzi ya kunipigia simu mimi Wakati huo wote kabla ya kunipigia simu nilikuwa sijawahi kumtafuta kwa muda, kwa sababu nilikuwa naona aibu kwa kitendo ambacho nilikifanya. Yani sikujua kama alikuwa ameshafahamu au bado, lakini nafsi yangu ilikuwa inasita sana kumtafuta. Wakati hayo yote yanaendelea, mimi tayari nilikuwa nimeshampata mtoto, mtoto ambaye nilimuita jina lake Gift, maana yake zawadi. Ndiyo, kwangu alikuwa zawadi baada ya ushenzi mwingi niliyofanya katika maisha yangu. Nakumbuka Ana aliponipigia simu, nilisita sana kuipokea. Alipiga mara ya kwanza sikupokea, akapiga mara ya pili sikupokea. Alipopiga mara ya tatu nikajiapiza kwamba akinipigia tena mara ya nne nitajipa ujasiri niipokee simu yake. Ndivyo ilivyokuwa, alivyopiga mara ya nne nikauvaa ujasiri na kupokea simu yake. Nakumbuka ana aliniambia, Maria mwanangu, sijaamua kukuita mwanaharamu au kulilaani tumbo lililokuzaa na ni kwa sababu tu nina imani katika Mungu. Mariam, nilikuchukua kutoka kijijini kwenu baada ya kuona umekata tamaa na ulikuwa huna tumaini lolote, mimi nikakupa tumaini jipya kwa makubaliano na mume wangu, mume ambaye wewe umempa heshima ya kuitwa baba Mariam. Siumii kwa kuwa umezaa naye. Naumia kwa sababu umenivunjia heshima na wema wangu umegeuka kituko na dhihaka kwa watu ambao wananizunguka. Una furaha sasa, si ndio? Una furaha ya kulala na mume wa mtu? Eh? Una furaha ya kuwa na mahusiano na mwanaume ambaye ingefaa awe baba yako? eti Mariam, una furaha ya kumfedhehesha kila unayekutana naye? Wewe ni mtu mbaya sana Mariam, hakuna mtu anayepaswa kukuhurumia. Yaani wewe hustahili huruma hata kidogo. Kinachoniuma zaidi umevuruga kabisa maisha yangu ya upendo na amani na mume wangu ameamua kunichukia kisa wewe Mariam. Hebu jaribu kuvaa viatu vyangu na uwaze kama mimi, uyahisi maumivu yangu japo kidogo tu. Maisha yamenifunza mengi na hata sasa yanaendelea kunifunza. Sawa Mariam, na kutakia maisha mema. Mungu akutunze. yote niliyofanya kwako, nakiri ni makosa yangu mwenyewe. Maria anasema, wakati Ana anazungumza maneno hayo, ni kama sindano iliyokuwa inachoma choma mwili wangu. Nilijisikia vibaya sana. Ana hakustahili kutendewa yale ambayo nilimtendea kama ambavyo nilitegemea, baada ya kuongea niweze walau kujitetea. Ana hakunipa hiyo nafasi, sikuzungumza hata neno moja. Alikata simu baada ya kumaliza kile ambacho alipanga kuzungumza na mimi. Nilichoka sana, nilijisikia vibaya sana, na wakati huo nilikuwa niko na mwanangu. Ni kweli kwamba nilikuwa nahitaji mtoto lakini mtu ambaye nilipata naye mtoto ndiye ambaye alinifanya nionekane mwovu. Nifanye nini sasa? Niamue nini? Sina namna, maana aliyotokea yameshatokea. Kwa leo tukomee hapa, msikilizaji. Mimi ni Agnes Yosea ag Nifuatilie kwenye mitandao yangu yote ya kijamii. Natumia Agnes Osea.